Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litahitimishwa tarehe ishirini na saba mwezi huu wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano pale mjini Dodoma. Natamani kuwa mwalimu, shule iwe bunge na wanafunzi wawe wabunge. Ninaipenda old style ya walimu, ile iliyonikuuza na kunisomesha, ile waliokuwa wakiifanya walimu kama baba yangu ambapo walimu walikuwa wanajua uwezo wa takribani kila mwanafunzi. Walikuwa wanahakikisha kuwa kila mtu anafanya homework yake na walikuwa wanasahihisha siku inayofuata. Walimu walikuwa na uwezo wa kutambua kama umefanya mwenyewe homework yako ama umefanyiwa. Harafu kingine nilichokuwa napenda ni ile staili ya kubandika matokeo darasani yaani kujua nani ikawa wa kwanza na nani wa mwisho. Hapo ilikuwa ni lazima usome sana, maana ni kuangalia nani ana vema nyingi na nani anaongoza darasa. Lakini kwa mtazamo wangu, ilikuwa na faida, maana yaliyotendeka ilikuwa ni changamoto kwetu kuongeza juhudi katika masomo. Stairi hii ningeipata nikaweza kuitumia katika bunge la Tanzania. Ninaamini ingesaidia sana, yaani kuhakikisha kila mbunge anapoondoka bungeni baada ya kusanyiko haelekei kutumbua pesa alizozikusanya, bali anapewa homework ya kufanya jimboni mwake, na akirejea kwa darasa ama kikao kijacho, kwanza ninaangalia nani kafanya na nini na kafanikiwa mangapi, kisha tunasonga mbele, yani kujua nani anajua na kutatua matatizo ya jimboni mwake na kuwasaidia wananchi wake, na pia tungejua nani hana ajualo kuhusu shida na mahitaji ya wale anaowaongoza. Ingetuwezesha kujua nani yuko mstari wa mbele kubadilishana mawazo pale nitakapowapa group discussion ya kutoka ama kukokotoa maswali na kutumia ideas za wenzake kufanya homework zake kuwasaidia wananchi wake. Nina uhakika kwa mfumo huu lazima Tanzania yangu ingekuwa hatua kadhaa mbele kuelekea kwenye mafanikio ya kutatua shida za wenye uhitaji. Lakini licha ya kuwapa hizo homework wangepewa jukumu la kusaka mahitaji ya wahitaji ambao kwa bahati mbaya wameonekana kujisahau kuyaweka bayana. Lakini pia ningejaribu kuwashawishi maafisa elimu kuhakikisha mchujo wa kujiunga na shule, yaani uchaguzi unafanyika kwa nyakati tofauti kwa faida na sababu nyingi. Nimewaza hivi kwa kuwa kuna wakati naweza ama nawaza kinachowapeleka wanafunzi yani hawa bungeni, nashindwa kuelewa, nashindwa kuamini kama wabunge hawa ndio waliokwenda kwa wananchi na kuomba kura wakiahidi mambo kedekede kede, na kisha kupotea. Mosi, iko wapi nguvu ya wananchi kushinikiza mbunge wao kuishi jimboni? Piri, kwa nini katiba isishinikize mbunge kuwa na kiwango cha chini cha kuishi jimboni mwake kila mwaka? Wapo wabunge ambao wanaenda majimboni kwa nadra sana. Tatu, kwa nini katiba isishinikize mikutano ya wabunge na wananchi katika sehemu zote alizoomba kura kabla na baada ya kudhuria vikao vya bunge? Nne, kwa nini wanapokutana bungeni huwa wanasema mahitaji ya jimbo mwao. Jimbo ni mwao kwa mujibu wa nani? Wao ama wananchi? Tano, wanapoondoka bungeni huwa hawapewi majukumu ya kutekeleza ama wakipewa wanaweza kuyatekeleza bila kuwaeleza wananchi. Lakini kama ni majukumu kwa wananchi, situngeona mabadiliko huko, huko tuliko na maanisha hata kama hatuambiwi, si tungejua kuwa ujenzi wa hizi zahanati ni manufaa ya mbunge kwenye kwenda katika kikao ama vikao vya bunge vya mwaka huu? Kuna mwananchi anayeweza kujibu akiulizwa amenufaika nini na mbunge wake kwenda kwenye vikao vya kila mwaka? Sisemi hatujanufaika, japokuwa sisemi kuwa tumenufaika ila kama manufaa hatuyaoni bayana na tuambiwi pia, sijui tufikirieje matumizi ya kodi zetu. Kama mwalimu, ningehakikisha maswali yanajibiwa na homework zinafanywa, na naamini mwisho wa muhula ningebandika matokeo na pia kuyatuma kwa wazazi, yaani wananchi, ambao ni wapiga kura, ili wajue maendeleo ya wanafunzi na kujua nini cha kuwafanya katika muhula ujao wa shule yaani, muhula wa uchaguzi.